Makubaliano ya kuipa Ukraine mkopo wa euro bilioni 90, lakini wakashindwa kukubaliana kuhusu kutumia mali za Urusi wanazoendelea kuzizuia kwa ajili ya ujenzi wa taifa hilo baada ya vita. Viongozi hao pia waliipa Tume ya Ulaya mamlaka ya kuendelea kufanyia kazi kinachojulikana kama mkopo wa ulipaji fidia kwa msingi wa mali zisizohamishika uh, za Urusi, lakini chaguo hilo lilionekana kutotekelezwa kwa sasa. Hii inamaanisha nini? Eric Irungu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Kenya. Swala kubwa ambalo lazima limechangia ni kwamba wameweza kuangalia tatizo ambalo lingetokana na lile eh, ama ile hatua ya kuweza kutumia eh, zile fedha ambazo zilikuwa ni za Urusi kwa sababu kuna um, nafasi ambayo ingeweza kujitokeza eh, pale ambapo nchi ya Urusi ingeweza ku Uh, utumia ushawishi wake na pia kutumia hilo kama sababu la kujaribu kuonyesha uh, kwamba bara ya Ulaya na mataifa yake yanajaribu kuingilia masuala yake ya kindani. Nchi za Ulaya zilikuwa zimejaribu kutoa ushawishi mkubwa na ni uh, walijaribu kuweza kuonyesha kwamba watatumia nguvu zao uh, na wataweza kuhakikisha kwamba zile fedha zimeweza kutumika. Nam haya najiri wakati rais wa Urusi Vladimir Putin leo Ijumaa amesema Urusi haitaishambulia nchi haitaishambulia nchi nyingine kwa sharti kwamba itatendewa kwa heshima, huku akipuuza wa wasiwasi kwamba Moscow ni tishio la usalama kwa mataifa ya NATO ya mashariki mwa nchi hiyo.